Mzuri, jamani. Leo ni siku ya hitimisho, uh, sikukuu ya CMF. Na wanaume tupo si ndio? Kabla sijasema wanaume tupo wale, wanawake jamani, kauli mbiu si mnaijua? <laughs> wanawake mpo walio kuwepo <laughs> e, wanajua ile kauli mbiu. Bwana Yesu asifiwe sana eh yaani, nikisema wanawake mpo, wiki hii tu tumwisho leo kwamba wanawake tupo, sisi ni utukufu wa mwanamume. <laughs> E, wanaume tukisema wanaume tupo, ndio sisi ni mfano na utukufu wa Mungu. <laughs> Eh, ndio maandiko yalivyosema na ndio andiko tunalosimamia CMF. Kwa hiyo tutapita nalo hilo wakati huu. Tunaenda kwenye maandamano kwa ajili ya kuweza kuingia kanisani. Wanaume wote naomba tutoke pale nje, wanaume wote kwa spidi kabisa naomba tutoke pale nje. Tutakuwa na dakika chache sana za CMF leo. Tutakuwa na matukio, tutakuwa na matukio, tutakuwa na uimbaji. Tukimaliza uimbaji, tuna risala ambayo tutaisikia baada e, ya hapo, tutakuwa na tano ambapo kidogo tutakuwa tukifurahi hapa pamoja, na tutakuwa na tunisho pia. Mungu awabariki sana wa mchungaji, Mungu akubariki sana, tumefurahi kuona Amina. Mgeni rasmi, karibu sana Mungu wa kubariki na maa viongozi wote wa kanisa, wanaume wote isipokuwa e, mgeni rasmi e, atabaki ata, e, atabaki hapa e, mzee wetu e, mzee Msolo, kiti chako kinakusubiri pale, e, atakaa pale, na mwenyekiti akija watakuwa hapa juu, wanaume wote ya maandamano sasa. Nitamwomba chungaji hajafika chungaji, bado nafikiri ana majukumu mengine. Sasa nitamwomba mgeni rasmi e, na mama pamoja na mama mchungaji eh, na mama mchungaji wao ndio watayapokea haya maandamano yetu eh, mtayapokea haya maandamano yetu. Sasa wakifika, kwa sababu wanaume unajua wana shughuli pepo, wakifika tu hapa basi, mimi nishafika hapa, nyinyi mtarudi, mta kwenye viti. Karibuni sana kwa ajili ya kuweza kuyapokea maandamano. Sasa naomba niwalete wana semwe. Naomba kama nje kuna wana semwe yeyote basi aungane na wana semwe kuweza kuja na kuingia kanisani. Karibu sana. Naomba uliletea wana semwe sasa tuweze kuingia kanisani. Hey!